Vita hivi ambavyo vinaendelea kati ya Irani na Israel, kulengwa na kuuawa wanasayansi ambao wamebobea kwa kiasi kikubwa katika sayansi ya nyuklia na viongozi wakuu katika ngazi za juu katika jeshi la Irani ni mpango wa kimkakati wa jeshi la Israel kwa muda mrefu kabisa, tangu mwaka 1979 wakati ambapo uhusiano aidha ushirikiano uliokuwepo kati ya Israel na Irani ulipovurugika, jeshi la Israel kwa ushirikiano na idara yake ya ujasusi aidha ya upelelezi ilichukua jukumu la kuweza kuwawinda viongozi wote wa ngazi za juu wa jeshi la Irani na wanasayansi ambao wana ujuzi wa kupindukia kuhusu sayansi hii ya nyuklia ambayo Irani inategemea kwa kiasi kikubwa ili kuweza kufikia kumiliki silaha za nyuklia. Ili kuweza kuzuia Irani isiweze kufikia malengo yake hayo, jeshi la Israel na idara hii ya upelelezi lilichukua jukumu hilo la kuweza kuwawinda wataalamu hao kwa udi na uvumba, ili kuweza kuwamalizia maisha nje na ndani ya Mpango huo bila shaka utafahamu ya kwamba ni mpango ambao malengo yake ni kudhoofisha jeshi la Irani lisifikii malengo yake hayo. Israeli, ili kuweza kufikia malengo yake hayo, hutumia mbinu tofauti ikiwa ni pamoja na kujipenyeza katika maeneo ambayo viongozi hao huwa wakiishi aidha viongozi hao huwa wakipenda kutembelea. Utakumbuka ya kwamba katika miaka ya nyuma waliweza kujipenyeza katika hoteli moja ambapo alikuwa amefikia kiongozi wa ngazi za juu wa jeshi la Irani na kuweza kumalizia maisha. Kulingana na ushahidi wa video ambao uliotolewa na usimamizi wa hoteli hiyo walionyesha kwamba walioweza kujipenyeza katika hoteli hiyo walivalia kama wacheza golf na kuweza kuingia katika hoteli hiyo na kuweza kumshtukiza katika chumba chake na kuweza kumalizia maisha. Na historia ya hivi karibuni inafahamisha kwamba Israel imeendesha mashambulizi ya mfululizo ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya kushtukiza dhidi ya viongozi wa ngazi za juu wa jeshi la Irani na wanasayansi hawa tangu mwaka 2012 ambapo inatajwa kwamba ni viongozi tofauti ambao wameweza kumaliziwa maisha ikidaiwa ya kwamba ni idara ya ujasusi ya Israel ndio ambayo inayoendesha mashambulizi hayo tangu mwaka elfu mbili kumi na mbili. Orodha ni ndefu ya viongozi wa ngazi za juu wa jeshi la Irani na wanasayansi ambao wameweza kumaliziwa maisha, kitendo ambacho kimepelekea Irani pia kujiuliza maswali, vipi majasusi kutoka Israeli wanaweza kujipenyeza katika ardhi ya Irani na kuweza kuwamalizia maisha moja kwa moja viongozi wake wa ngazi za juu na wanasayansi wake ambao wanategemewa katika mpango huu wa nyuklia kwa kiasi kikubwa, kama inavyoshuhudiwa katika vita hivi ambavyo vin kati ya mataifa haya mawili, jeshi la Israel mara kwa mara huwa likijinasibu kuamalizia maisha viongozi wa ngazi za juu wa jeshi la Irani na vilevile wanasayansi kadhaa, huku serikali ya Irani ikikanusha hilo, na baada ya muda huwa kukithibitishwa kwamba ni kweli viongozi hao wameweza kumaliziwa maisha. Na hii hapa ni orodha fupi ya viongozi wa ngazi za juu wa jeshi la Irani ikiwemo pia na wanasayansi katika sayansi ya nyuklia ambao wameweza kumaliziwa maisha na jeshi la Israel katika mashambulio

mwanasayansi ambaye anajulikana kwa jina la Mohsen Fahrizade aliuawa mjini Teherani mnamo Novemba 27 mwaka 2020. Naye pia alikuwa anahusika na utafiti katika wizara ya ulinzi, utafiti ambao unatajwa kuwa katika sekta hii ya nyuklia. Na mwanasayansi mwingine anajulikana kwa jina la Majid Rashiani ambaye alimaliziwa maisha mnamo Novemba 29 mwaka 2010 mjini Teherani, ambaye pia anatajwa kwamba alikuwa akihusika na kurutubisha madini ya Irani, um, lengo la kufikia uranium ambayo itatumiwa katika utengenezaji wa bomu la nyuklia. Vile vilevile mwanasayansi mwingine anajulikana kwa jina la Mustafa Ahmed Roshani ambaye pia anatajwa kuwa aliuawa mnamo Januari 11 mwaka 2012 mjini Teheran ambaye anatajwa kuwa alikuwa ni msimamizi katika utafiti wa nyuklia. Mwingine ambaye aliyeuawa mwanasayansi anajulikana kwa jina la Darwesh aliuawa mnamo Julai mwaka 2011. Ilikuwa ni Julai 23 mjini Teheran, pia alikuwa ni mtaalamu wa kielektroniki ambaye alikuwa akitegemewa kwa kiasi kikubwa katika kitengo chake. Mwanasayansi mwingine ambaye aliuawa ni Hassan Sayyad mnamo Mei 22 aliuawa mjini Tehran mwaka 2022, ambaye anajulikana kuwa alikuwa ni kiongozi katika jeshi. Yeye aliuawa kwa kupigwa risasi akiwa nyumbani kwake. Orodha fupi hiyo ya wanasayansi ambao wanatajwa kuwa walimaliziwa maisha na jeshi la Israel, aidha na majasusi wa Israel ambao malengo yao ni kuhakikisha kwamba wanasayansi wa Irani ambao malengo yao ilikuwa ni Irani iweze kumiliki silaha za nyuklia. Hivyo basi kuweza kumalizwa na majasusi hawa kutoka Israel ni ushindi mkubwa wa Israel. Vile vile inatajwa kwamba katika mitandao ya kijamii, japokuwa wanasayansi hawa wameweza kumaliziwa maisha, ujuzi waliokuwa nao tayari ulikuwa umekwisha hifadhiwa katika nyaraka tofauti, ili kuweza kutolewa kama mafunzo kwa vizazi vijavyo vya Irani na vyo vikuu vya kijeshi nchini Irani. Na orodha hii ifuatayo ni orodha ya wanajeshi zajua, wa ngazi za juu ambao wameweza kumaliziwa maisha na majasusi kama inavyotajwa, majasusi wa Israel na washirika wao katika ardhi ya Irani, moja kwa moja: Hossein Salami yeye aliuawa mjini Teherani mnamo Juni 13 mwaka 2025, ambapo pia jenerali mwingine, aidha kiongozi mwingine wa ngazi ya juu anayejulikana kwa jina la Gholam al-Rashidi aliuawa mnamo Juni 13 mwaka 2025 mjini Teherani. Kiongozi mwingine wa ngazi ya juu ambaye anajulikana kwa jina la Ali Shardani ni mkuu wa majeshi mpya, ambaye aliuawa siku tano tu baada ya kuteuliwa kwake. Aliteuliwa baada ya siku tano na baadaye kuweza kumaliziwa maisha katika mashambulizi ambayo yaliendeshwa na jeshi la Israel. Mwanajeshi mwingine ni Amir Hajizade ambaye inatajwa kwamba aliuawa mnamo Juni 13 pia mwaka elfu mbili huu ishirini na tano mjini Teheran, ambaye alikuwa pia ni kamanda wa vikosi vya anga wa jeshi la Irani. Mwanajeshi mwingine ni Razi Musawi ambaye aliuawa mjini Damascus nchini Syria mnamo Desemba 25 mwaka 2023 ambaye alikuwa ni kamanda wa kundi la Kuds nchini Syria. Mwanajeshi mwingine ni Hasani Shateri ambaye pia inatajwa kuwa aliuawa mjini Damascus nchini Syria mnamo Februari 12 mwaka elfu mbili kumi na tatu. Alikuwa kamanda pia wa kundi la Quds aliuawa katika shambulizi la jeshi la Israel nchini Siria. Sio hau tu, orodha ni ndefu ya viongozi wa ngazi za juu wa jeshi la Irani ambao waliouawa katika mashambulizi tofauti nje na ndani ya mipaka ya Irani, ikitajwa kwamba kuna wale ambao waliuawa moja kwa moja na jeshi la Marekani katika mashambulizi tofauti, ambapo Irani pia ilifahamisha kuwa itahakikisha kwamba Israel na washirika wake katika ukanda wa mashariki ya kati na pia wanaadhibiwa kutokana na mashambulizi hayo. Katika mitandao ya kijamii kuna mitazamo tofauti. Kuna wale ambao wanaodai ya kwamba kile ambacho kinaendeshwa na jeshi la Israeli dhidi ya wanasayansi hawa wa nyuklia na viongozi wa ngazi za juu katika jeshi ni kitendo ambacho kitapelekea ushindi wa Israeli kwa kuwa jeshi la Irani litabaki kama yatima kwa kuweza kuwapoteza watu wake muhimu, vilevile ikitajwa vile kwamba kwa upande mwingine, wale ambao wanaounga mkono kile ambacho kinaendeshwa na Irani katika ukanda mzima wanadai ya kwamba licha ya kuuawa kwa viongozi hawa wa ngazi za juu na wanasayansi kile ambacho walikuwa wakitumia katika harakati zao za utafiti ili Irani iweze kumiliki silaha za nyuklia, tayari kimeweza kuhifadhiwa katika nyaraka tofauti na kitatolewa mafunzo katika vyuo vikuu vya kijeshi nchini Irani ili jeshi la Irani liweze kujidhatiti katika sekta yake ya ulinzi. Na vilevile inatajwa vile kwamba jeuri ya Irani kuweza kuonyesha uwezo wake katika vita hivi na Israel, bila shaka kuna mkono wa Urusi ni jamii sana utamaduni unasemaje kuhusu kile ambacho kinatajwa kwamba jeshi la linalenga moja kwa moja watu ambao wanatajwa kuwa ni muhimu katika jeshi la Irani, huku jeshi la Irani likituhumiwa kwamba linavurumisha mabomu bila ya kuwa na malengo na kusababisha hasara kwa raia wa kawaida Israel? Tuachie mtazamo wako.